Na, na wiki hii darubini yetu inaelekezwa katika kitendawili cha uhaba wa walimu na idadi ya walimu wasio na kazi, hali inayosababisha baadhi yao kugeukia ajira nyingine ili kujitafutia riziki. Mmoja wao ni Elijah Ombuki ambaye alisomea chuo kikuu katika shule ya kitaifa ya Lenana na kisha kujiunga na chuo kikuu cha Nairobi, lakini sasa ameishia kuendesha bodaboda kukidhi mahitaji yake maishani. Mwanahabari wetu Brenda Wanga anaarifu kuhusu mas masaibu ya mwalimu huyo anayewakilisha zaidi ya walimu laki tatu wasio na ajira. Kwa takriban miaka nane sasa, Elijah amekuwa akiamkia kazi ya bodaboda jijini Nairobi. Ni kazi ambayo amelazimika kuifanya ili kukidhi mahitaji ya familia yake. Kila siku anafika hapa katika kituo hiki cha Odion ambapo atawasafirisha wateja mbali na kuwabebea mizigo. Elijah ambaye ni yatima alianza masomo yake katika eneo la Kisii kabla ya kufadhiliwa masomo katika shule ya Lenana na hatimaye katika chuo kikuu cha Nairobi alipojifunza taaluma ya ualimu, akiwa na matumaini kwamba angepata kazi ajisaidie pamoja na familia yake, lakini mambo hayakwenda jinsi alivyotarajia extremely difficult so i had to make a, another plan getting a boda boda having skills having a license i started operating mod, uh, boda boda to earn a living Miaka minne iliyopita Elijah alifanikiwa kupata ajira kama mwalimu wa sekondari msingi, lakini marupurupu ya chini ya shilingi elfu kumi na saba hayangeweza kukidhi gharama ya maisha yake jijini, hali iliyomwacha na msongo wa mawazo. Anasema alilazimika kusitisha kazi kwa muda ili ashughulikie afya yake pamoja na kushusha hali yake ya maisha. So, after writing that letter, I said...

Aliporejea mwaka jana na kujaribu tena kutafuta ajira kutoka kwenye tume ya kuajiri walimu TSC, aliambia kwamba nafasi haikuwepo tena. Sasa Elijah anasema hana budi ila kuendesha bodaboda. Hata hivyo, anasema anatamaushwa akiona barua za ajira za TSC zikipewa wanasiasa wanaozitumia kama vyombo vya kampeni, huku yeye na takriban walimu laki tatu wakiwa bado hawana ajira. We are Adults. So when you just dish out, letters to maybe unqualified people or just anyone else, as long as they have this number, they have not met the criterion of, uh, being selected to be a teacher. It's something that hurts. Hata hivyo Elijah anasema kwamba hata kata tamaa na anaimani kwamba siku moja bahati yake itageuka na atapata fursa ya kuwa mwalimu Brenda Wanga runinga ya Citizen. Na huku ndoa za mapema zikiendelea